Hello guys, welcome back again in our YouTube channel. Jina langu ni Rajab Saini. Leo bwana tunaenda kuzungumzia e, jinsi gani unaweza kujitoa kwenye call forwarding. Yaani kuna mtu anadaka mawasiliano yako kila unapozungumza. Kila unapozungumza kuna mtu anadaka mawasiliano yako. Let's say, anaweza kawa mpenzi wako, anaweza kawa father, and na yoyote vile inawezekana. Unaona? Inakuwa sio jambo zuri. Sasa umeshagundua, sasa unataka kujua jinsi ya kujitoa kwenye hiyo call forward, jinsi ya kutoa mtu akiwa anafuatilia SMS zako na calls zako. Njia ni rahisi sana, njia usiumize kichwa, njia ni rahisi sana sana. Maana hili ni swali ambalo nimekuwa nikiulizwa sana, watu wakituma watu, watu, message lakini pia watu wakipia simu, lakini pia watu kwenye comment walikuwa wakiuliza swali. Nikasema mm, kwa nini nauliza swali na nimeisha, ni changamoto na mimi siku zote ni kuandaa vitu vya kusolve matatizo ya watu. Ona jinsi ya kutoa tenda kwenye faili la kupiga simu, kwenye faili la kupiga simu. Ukishafika kwenye faili la kupiga simu utabonyiza kama kawaida, utaandika leli utaandika leli zilo, zilo mbili leli ona. Afu utapiga mwona kazi. Baada ya kupiga kasubiri ajatudie tena po utaandika nyota zilo, zilo mbili. Utabonyeza, utasubiri kidogo, manake tunajua itaandika services has been disabled. Call Forward, services has been disabled, utakuwa umeondoa kabisa ilo changamoto na mtu huyo aliyokuwa anachukua mawasiliano yako bila we kujua hatopata tena. Kama umeipenda video hii, usisahau kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe ili ukawe wa kwanza kupata kila update ambayo tutakuwa tunaipandisha katika YouTube channel yako. Pia usisahau comment, ku like na ku share kwa ndugu jamaa na marafiki. Jina langu mimi ni Rajab Synic.